Tume huru ya uchaguzi na mipaka IBC imekamilisha maandalizi ya uchaguzi mdogo wa eneo bunge la Bonchari katika kaunti ya Kisii ambao utafanyika Jumatatu ijayo tarehe 23 mwezi huu. Uchaguzi huu unafuatia hatua ya Mahakama Kuu kufutilia mbali ushindi wa Oro Oyoka wa chama cha ODM katika uchaguzi mkuu wa Machi tarehe 4 mwaka uliopita. Na sasa tunaungana naye Frank Otieno ambaye yuko huko ili aweze kutueleza jinsi mambo yalivyo. Naam, hujambo mtazamaji. Niko katika kijiji cha Kesero katika kaunti ya Kisii. Eneo bunge la Bonchari ni eneo ambalo limekuwa bila mbunge katika bunge la taifa tangu Wakenya waende kwenye uchaguzi mkuu mwaka wa 2013 mwezi wa Machi. Eneo hili sasa linaenda kwenye uchaguzi mdogo ambao umeandaliwa na tume ya IBC hapo mwezi huu, Jumatatu wiki ijayo. Tume huru ya uchaguzi na uratibu wa mipaka nchini IBC, imesha ratibu maswala yote na sasa inasema kwamba mambo ni shwari kwa ajili ya shughuli hiyo kufanyika siku ya Jumatatu. Pia tunataka kujulisha kwa commission na katika sheria kuna code of conduct, ambao watu ambao wanagombea hizi viti wana assign, political parties wana assign, agents ya candidates wana assign. Kampeni za uchaguzi huu mdogo ziliendeshwa kwa amani, huku wagombeaji wapatao saba wakijitokeza katika debe kwa ajili ya warai wapiga kura kuwapa kura katika uchaguzi huu mdogo mnamo siku ya Jumatatu.

Kila mtu ako na uamuzi wa, wa kuwa na maoni yake na ile maoni ako nayo ako valid, na tunawaombea uchaguzi wa amani. Na sisi kama wa, na chama wa Ford People uh, tungependa kuambia in advance asante sana kwa kuendesha uchaguzi kwa njia ya amani, juu tumeona utulivu mzuri sana hapa Bonchari, na tunawaombea wasidi kufanya hivyo hivyo. Wenyeji wa Bonchari wao wanasubiri wagombeaji kujibuaga uwanjani kutafuta kura na mshindi hatimaye kupatikana mnamo Jumatatu wiki hii. Jina langu ni Franco Tieno, KTN Leo, Bonchari, County Kisii.